Bwana Yesu asifiwe. Ninakukaribisha katika kipindi pendwa, kipindi cha Tunu za Maisha. Anayeleta matangazo haya ni mimi ndugu yako na rafiki yako mtumishi wako Daniel Anton Kitua, nikikuletea mafundisho haya katika chaneli yako pendwa ya Bado Kuna Ushindi TV. Nikuombe utusaidie kusubscribe, tusaidie kushare, tusaidie kukomenti na kulaiki tunakuhitaji sana wewe ili tuweze kufanikiwa na kufa na kukua na hatimaye, na ujumbe huu wafikie watu wengi. Wewe ni mtu wa thamani sana kwa ajili yetu. Tunaendelea na kipindi chetu cha leo. Ah, kipindi kilichopita tulijifundisha kwamba ile Mithali sura ya sita mstari wa 32 kwamba mtu azinie na mwanamke hana akili kabisa, mtu azinie na mwanamke hana akili kabisa kuzijua siri hizi, ungana nami katika kipindi pendwa cha, cha, cha Tunu za Maisha. Sasa leo nataka tujifundishe tabia au hali ya mtu aliye na akili, tabia au hali ya mtu aliye na akili. Bwana Yesu asifyo sana, haleluya, haleluya, haleluya. Hali na tabia ya mtu mwenye, mtu mwenye akili. Jambo la kwanza, siku zote kabla ya kufanya chochote huzingatia matokeo. Yani, kabla ya kufanya chochote, huwa anakaa na kutathimini ni matokeo gani yatakayotokea nitakapofanya jambo hili. Jina la Bwana libariki sana. Kwa hiyo mtu ambaye ana akili au mtu mwenye akili siku zote hufikiria matokeo ya kitendo chake atakachokifanya kabla ya kutenda, na siku zote anakuwa anaelewa kila kitendo kina matokeo yake. Mtu ambaye hana akili yeye huwa anafanya kwa sababu hazingatii matokeo yatakayokuja baadaye. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo mtu mwenye akili huwa anachagua kufanya yale ambayo yataleta faida na kuepuka yale ambayo yatamletea hasara. Kwa hiyo ukitaka kujua una akili, hakuna sababu ya kutafuta mtu kukutafutia unabii. Hebu kila unachokifanya huwa unazingatia matokeo yake kabla ya kufanya ama huwa unafanya, matokeo yanakuja tu. Mtu azinie na mwanamke hana akili kabisa. Kwa hiyo tunazitazama tabia za mtu mwenye akili. Jambo la pili, mtu mwenye akili siku zote hutafuta hekima. Kama huwezi kutafuta hekima, huwezi kuwa mtu mwenye akili. Ndio maana dunia ina watu wengi, lakini wenye akili ni wachache. Kwa hiyo mtu mwenye akili siku zote anatafuta hekima kutoka kwa Mungu na kutoka katika mafundisho ya Bibilia na anaanza kufanya yale ambayo hekima ya Mungu imemwelekeza au mafundisho ya Bibilia yamemwelekeza kufanya, na anapokuwa anafanya, anajua kuwa hekima aliyoipata kupitia Mungu au neno la Mungu ndiyo chanzo cha mafanikio yake anayoyatarajia. Bwana Yesu asifiwe sana, haleluya. Mtu yoyote mwenye kupata chanzo kutoka kwa Mungu anakuwa na mafanikio yenye furaha. Wapo watu wengi wamefanikiwa, lakini hawana furaha kwa sababu chanzo cha mafanikio yao sio hekima ya Kimungu. Kwa hiyo, tunataka tuangalie tabia za mtu mwenye akili. Tabia ya mtu mwenye akili nyingine, siku zote anakuwa na uwezo wa kujitawala. Mtu mwenye akili hujitawala na kudhibiti tamaa zake. Hafanyi vitu kwa sababu amemwona fulani anafanya au kwa mashindano, huwa anadhibiti tamaa yake. Hafanyi vitu kwa mwemko. Ndio maana wapo watu wengi wanakwama na kushindwa sana, kwa sababu huwa wanafanya kwa mwemko au kwa kushindana. Mtu mwenye hekima huwa ashindani, huwa anatafuta hekima ya kuanza jambo lolote pamoja na Mungu wake. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama huwezi kutawala maisha yako huwezi kufanikiwa, na kama huwezi kutawala maisha yako huwezi kutawala wengine. Mtu mwenye akili, Biblia inasema azinie na mwanamke hana akili kabisa. Sasa tunakuonyesha mtu mwenye akili, mtu mwenye akili siku zote hujilinda. Mtu mwenye akili anajilinda, anakuwa na tahadhari. Mtu mwenye akili hujilinda dhidi ya hatari na madhara, kabla ya kufanya jambo anaangalia riski. Anaangalia, nikifanya hivi matokeo yake ni nini? Bwana Yesu asifiwe sana, haleluya. Katika kile kipengele tulichojifundisha, hana akili kabisa mzinzi, maana yake anajua kuwa uzinzi ni hatari, kwa hivyo kabla ya kufanya anaangalia zile consequences ambazo zinaweza zikawa sababu ya kuharibu mfumo wa maisha yake, haleluya. kwa hiyo kama unataka kuwa mtu mwenye akili, lazima uwe mtu mwenye kujilinda. Lakini mtu mwenye akili hutafuta ushauri kwa watu wengine. Azinie na mwanamke hana akili kabisa, anafanya jambo litakaloangamiza maisha yako. Ninakupa shauri leo, hebu tafuta hekima na kwa watu wenye akili waliofanikiwa kabla yako. Anayependa kufanya mambo peke yake ataishia peke yake, anayefanya mambo kwa kuwapata ushauri kwa wengine, Biblia inasema palipo na ushauri wa watu wengi hapo pana wokovu. Mungu akubariki sana, na Mungu akupe kuwa na mwanzo mpya, ili nawe uwe mtu mwenye akili ili ufanikiwe. Basi nataka tuombe sasa. Baba, kwa jina la Yesu Kristo, ni watu wengi tume umetuma, lakini wengi hatuna akili, kwa sababu hatufati kanuni za kuwa na akili na ndio maana mambo mengi tunayoyafanya yanakwama na mambo mengi yanaharibika na mambo mengi yanakuwa mateso kwetu na kutupa maumivu makali. Tusaidie kuwa na akili ili tuanze na wewe katika kila jambo na kwa kufuata maongozo ya Biblia kwa jina la Yesu. Leo Mungu, kama kuhani wa neno lako ninaachilia neema ya kuleta akili kwa watu wako ili waweze kushinda katika jina la Yesu, amen. Basi nikushukuru wewe ambaye umekuwa pamoja nasi. Washirikishe wengine kipindi hiki cha tunu za maisha kipindi hichi kitakuletea mafundisho mbalimbali na yatabadilisha kabisa mwa, mwa, mfumo wako wa maisha na utabarikiwa sana washirikishe wengine lakini usiache kusubscribe, kushare na kukomenti tunahitaji uh, wewe uwe mtu anayepokea taarifa kutoka kwetu kila tunapoweka taarifa mpya kwa sababu zitakuwa na sababu na daraja kwa mtiririko wake kukunyanyua unapotakiwa kufika katika jina la Yesu Kuwasiliana na sisi utapata maelekezo chini ya skrini yako. Uh, namba zetu utakutana nazo hapo. Mungu akubariki, na kama unapenda kazi zetu usiache kukomenti na kututia moyo. Mungu akubariki, amen.